Kielezea chuo chetu cha Tazengwa, mojawapo ya huduma ambazo zinapatikana pia ni swim pool. Watu wanaopenda kuogelea, wale waliozaliwa pwani, hata kama hujazaliwa pwani lakini unapenda kuogelea, ukija hapo unapata maji mazuri na ya uhakika. Kuna kuna sehemu ambayo unaweza kuenjoy. Sasa mimi kwa sababu nimevaa nguo, isingeka hivyo nimeshatubikia hapa kwao. Unapokuja chuo cha Tazengwa, mojawapo ya fursa nzuri ni unapata sehemu ya kuogelea bwalo wow, zuri kale, tunaita swimming pool. Lakini sio hiyo tu, katika vitu ambavyo muhimu tuna kitu kinaitwa sauna. Kwa wale ambao wanapenda sauna eh, sauna, wewe unataka mwili wako uwe fresh, njoni wefatana na mimi uone kuna kajengo kako hapa, maanake ukitoka sauna unaingia kwenye maji ni kama eh, ni kama tura maana yake hapa kuna kitu kinaitwa sauna. Hii ndio chumba ambacho ni sauna. Ukiingia ndani hapa kuna joto la kufufuka mtu hapa, na kuna watu wengine wako huku wanapata vitu vizuri.